Shule yangu na shida ya vitabu na shida ya maji. Kuna shida ya wanafunzi ni kidogo, na wanafaulu eh, astia walikuwa komasi uh, yao iko chini, lakini bisia moja niangalie roll call uh, eh, wame improve Wameimprove sana wanafunzi wangu, kwa hiyo sasa hii nikipata wanafunzi kama watan watano kutoka shule jirani, ama wenye wako mtaani walishindwa kusoma, lakini sasa hii wana, wanataka kuendeleza masomo yao. Hey, naona nitawaruhusu hii ili hao, oh, wanafunzi waongezeke. Mimi nahitaji tu waongezeke, hata Mungu tuombe Mungu. Nikiomba Mungu, unajua atatende ata, ata, ni sawa, acha tuone kama siku itakuwa itakuwaji.